Kwingineko ni kwamba aliyekuwa naibu afisa mkuu mtendaji wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka, IEBC Betty Sungura, na mwanahabari wa zamani Bevin Angellah Bhoke, ni miongoni mwa wawaniaji sita waliofika mbele ya jopo la uteuzi linaloongozwa na mwenyekiti Nelson Makanda hii leo huku shughuli ya kuwatafuta makamishna wapya wa tume ya IEBC ikiendelea. Wawaniaji wote waliosailiwa katika siku ya tatu ya usaili wa makamishna, walitakiwa kuelezea ufaafu wao ambao utasaidia kuimarisha taswira ya tume hiyo ya uchaguzi na kurejesha imani ya umma. Giverson Maina na taarifa kamili. Meneja uchaguzi kaunti ya Kiambu Arnold Mutiri Njafani alikuwa kwanza kufika mbele ya jopo la uteuzi kwa siku ya tatu ya usaili hii leo. Jafani anasema iwapo atafaulu atapendekeza kuanzishwa kwa shughuli ya upigaji kura kwa njia ya kielektroniki na ujumishaji wa kura kwa uadilifu. The vote can be exposed to a scanner that will count the vote. We can use that technology to avoid the issue of too much recounting and uh, and uh, recounting. Wa pili alikuwa naibu mwenyekiti wa zamani wa afisa mkuu mtendaji wa IEBC Betty Sungura, aliyekuwa na kibarua kigumu kuelezea kuhusu uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2017 uliokuwa na dosari, wakati akisimamia operesheni za tume hiyo mistrust. Mwanahabari wa zamani Betty Angellah Bhoke alitakiwa kueleza jinsi ujuzi wake na ufaafu utasaidia kuboresha sura ya IEBC kwa to, to, to, to to, to upande wake Celestine Rono ambaye ni mhasibu alisema iwapo tafaulu atapendekeza kupunguzwa kwa vituo vya kupigia kura kutoka vituo elfu 45 za sasa hadi vituo elfu 22 ili kupunguza gharama ya uchaguzi. Charles Maina na Crispin Owie walikuwa mwisho kufika mbele ya jopo hilo hii leo. Hapo kesho jopo hilo chini ya mwenyekiti Nelson Makanda litawasailiwa waniaji sita shughuli ya usaili inatazamiwa kukamilika mnamo Alhamisi tarehe 24 mwezi huu. Giverson Maina, darubini.